Waenga wanakuambia wagomba nao ndio wapata nao, na hii inadhihirisha wazi kabisa penzi la Harmonize pamoja na Kajala limerudi upya kabisa baada ya kuachana kwao kwa muda mrefu. Nakumbuka kwamba kabisa siku zilizopita kabisa nyuma Harmonize alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Kajala Masanji, moja kati ya binti ambaye ni mwigizaji wa muda mrefu, lakini pia aliweza kudeti na moja kati ya kapo ambaye ilikuwa inapendwa sana kupitia mitandao ya kijamii lakini kwa mashabiki wengi sana walikuwa wanatamani penzi hili wakiliona likiendelea baada ya kwa kuachana kwao. Sasa siku ya jana e, kukutana kwao kumeweza kuwarudisha kabisa E, karibu na watu wengi wamefurahi sana baada ya kuwaona wakiwa pamoja, ambapo siku ya jana waliweza kualikwa e, kwenye lia kualikwa katika birthday party ya mtoto wa Mario, pamoja na Paula ambaye anafahamika kama Amara, alikuwa ametimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake, lakini pia sasa, Mario na e, baby mama wake Paula ameweza kufanya moja kati ya sherehe E, ya kuweza kuwalika watu wengi kusherehekea na mtoto wao, amewalika wasanii wakubwa kama vile Harmonize e, wasanii wakubwa waigizaji akina Hamisa Mobeto e, watu wengi ambao wameweza kuhudhuria katika sherehe hiyo akiwemo mtu mzima Harmonize. Sasa moja kati ya stori kubwa kabisa ambao sasahivi ni ku, kuambia kwamba Harmonize na Kajala sasahivi e, wamerudiana tena kitu ambacho kimewashangaza watu wengi, lakini pia wameiba pamoja, wamecheka pamoja, wamecheza pamoja, tumeweza kuona nyuso zao zikiwa na furaha kabisa. Harmonize amekuwa akionyesha akyo, wazi kabisa eh, akiwa na mapenzi ya dhati eh, na mpenzi wake wa zamani ambaye Kajala Masanja, mmoja kati ya kapo ambayo ilikuwa inapendwa sana eh, kinoma noma ukiona Eh, nyuso zao siku ya jana kama unavyoona hapo, walikuwa na dansi pamoja, lakini pia hawa anaweza akaweza kumbusu mpenzi wake Kajala Masanja. Yani inaleta furaha kabisa, moja kati ya stori kubwa kabisa ambao watu wengi wamezidi kufurahi na watu wengi wameshangaa, lakini wame wametusurprise sana kwa sababu hatukutegemea. Mimi mwenyewe pia sikutegemea kama hawa waliokuwa wana ugomvi mkubwa wameweza kuachana kabisa, kwa sababu ilikuwa ni moja ya stori kubwa kabisa. Watu wengi walikuwa wameshangaza wameshangaa sana, lakini pia tumeweza kumuona Juma Makole yeye mwenyewe pia amekuwa so surprise kwa sababu yeye mwenyewe pia hakutegemea. So Amara ameweza ameweza kuwaweka pamoja bibi yake na babu yake wakiwa pamoja, kwa sababu eh, Harmonize na Kajala sasa hivi ni wapenzi, kwa hiyo jana walikuwa katika eh, birthday party ya mjukuu wao Amara. Nilikuwa naipenda kwa sababu hata pia mashabiki wengi wa Konde Gang, mashabiki wengi wa Harmonize, walikuwa naifurahia kabisa kwa sababu eh, tukiangalia hii cup ilikuwa ina nguvu wakiwa na wakiwa naenda gym pamoja na vitu vingine kama hiyo, lakini pia mina tuendelee kuona kitu gani ambacho kinachoendelea eh, baada ya penzi hili sasa hivi kurudiana. So na maoni gani kupitia stori ya leo? Make sure una drop comment yako, subscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Bye -bye, to the next time.